Na mimi nauliza viongozi, tafadhali, kwa ile muda umepewa wa kuhudumia wananchi, fanya kitu ambayo naweza kumbuka naye. Jiji Kariuki will never be forgotten in this county, kazi ya mashamba ya Laikipia West Company ambaye alifanya, many people here are beneficiaries ya huo mpango Ukitembea barabara ya kutoka maili saba kwenda Kinamba, hiyo barabara ilijengwa wakati ya Jiji. Ndio barabara haina pothole. Zile zimejengwa by other governments imejaa mashimo. Ukienda Kinamba police station, ukuja hapa Lumuruti. These police stations were done by Jiji Karioki mpaka iko kiwaja ya ndege ambaye tunakuja kuanika ngano wakati tumevuna, si ndio? We remember Gigi Kariuki for what he did. Na mimi ndio nauliza hao viongozi wote, wale tumepewa nafasi, fanyie wananchi kazi. Hapa anafuata binadamu kama Mungu unamwabudu, kama ni Mwenyezi Mungu. Ufanyie wananchi kazi na kazi yako itakuja kukumbukwa. I am a very proud leader in Laikipia. As a district officer in charge ya hii area nilegesha usalama na nikafanya kazi ambaye inajulikana. As Deputy President, kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni kuongeza NPR katika Laikipia County. And today the people of Laikipia are enjoying peace. Na itaendelea kuwa namna hiyo. But I want leaders also to listen to the people. Listen to the people. Watu ya Laikipia West, moderator. Walipenda jiji Kariuki sana. Sana. sana, lakini siku moja akatoka laini yao 1992 Kibaki akawacha kufuata Kibaki, akafata Moi akazama, na alipendwa sana. Aliporudi kwa wananchi, wakamrudi saa hii. Gavana Lerito Mrithi. Au, watu ya Laikipia ni wale wale. kato